E, ni ni muhimu kwa kweli e, watumishi wenu tunahudumia e, wa- wagonjwa ambao wakati mwingine wanatia hofu e, au shughuli tunazozifanya wakati mwingine zinatuletea ugumu wa kuzitatua na e, tunaondoka na maumivu ya ya ya kiakili alafu tunashindwa namna kuyatatua. Wakati mwingine kazi zinaingilia mambo yetu ya binafsi e, kazi na kuwa nyingi kuliko kuliko uwezo wa mtu, kazi zinakuwa nyingi kuliko e, matarajio ya mtu. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaingia kwenye msongo wa mawazo, ana afa anashindwa kujitatua, alafu tunajificha watumishi, tu wengi hatutaki kufunguka kwenda kwa wataalamu wa saikolojia. Unapata tatizo kubwa ambalo wewe inakutia hofu, kwa sababu sisi nasi hatujakingwa na hofu na wasiwasi e, kwa matukio tunayoyaona e, unashuhudia kitu na wewe ni mtu kama mtu mwingine, unaweza kukiona afiki kakutisha zaidi. Kwa hiyo unahitaji kumwona mtaalamu wa saikolojia ana akaweza kukua. Kwa mfano tukiangalia wenzetu hawa wanaofanya kazi ya ustawi wa jamii wanakutana na, na ukatili wa kijinsia ambao hata yeye mwenyewe unakuta unamuumiza na utatole tatizo e, mtoto kabakwa na mzazi kama haribu vibaya, mwisho wa siku unapata e, huzuni kubwa unatamani, si ufanyaje sasa, ile mara nyingi na, na inakuumiza mwisho wa siku unahitaji huduma za kisaikolojia kwa wataalamu, na nawe ukaweza kupumua ukaongea, ili uweze kufahamu kwamba hili jambo linaniumiza, ujukajinasu ingine hivyo, ukibaki nao huku linaenda kukuumiza, mwisho wa siku unaingia kwenye changamoto ya afya ya akili, tukianza na sonona, wasiwasi au wasi, eh, magonjwa ya eh, maumivu baada ya kushuhudia mambo magu, magumu post traumatic stress disorders, tunajikuta tunaingia kwenye hayo matatizo kutokana na ugumu ma, ma, ma, wa mazingira yetu ya kazi. Takwimu wa, tunayo. Wafanyakazi wanakuja wana- wanachanganyikiwa wana, ni wale waliojificha, wali, wali, lakini ambao wengine wako wazi, wanatufahamu wana tulipo, na kitengo chetu sasa kina, kina mahali pazuri, walakaa mkaongea, ofisi ipo, eh, akaa kwa usiri, mnaongea anakuja anaongea vitu vyake sawa sawa, na mshauri namweka sawasawa. Wengine io wengi hawahitaji dawa, ni maongezi tu, mshaongea nawekeana mikakati, pa tunaita homework au vitu e, vya kufanya, nakuja kesho naulizana tena, napangiana muda, unakuta una mwisho wa siku ile tatizo limepotea. Kwa hiyo walio wengi wanafika, japo e, tunahitaji watu waongezeke zaidi kwa sababu tatizo la afya ya akili ni kubwa, kama kila penye watu wanne mmoja ana changamoto afya ya akili e. Kwa hiyo nadhani hata kwenye taasisi yetu tunaalika watu wafike hapa ofisi ya afya ya akili. Eh, tusiseme kwa vichaa hapa. Ni ofisi ya afya ya akili, sio vichaa. Afya ya akili na mambo mengi sio ugonjwa tu, na suluhu mpaka suluhu mbalimbali mbali zina, zina, zina tunazifanya za kifamilia, na mgogoro inatoka kwenye familia, mwisho wa siku inaenda changamoto za afya ya akili hizo nazo tunazifanya kwenye kitengo chetu. Kwa hiyo tunawakaribishani sana e, kwa ushirikiano wa hospitali na wa wafanyakazi waweze kufika kwenye eneo letu na kuona kuna huduma ambazo zinazotolewa ni nzuri zaidi. Asante.